Dar es Salaam miili ya wanandoa wawili waliokutwa wamefariki wakiwa chumbani kwao katika eneo la tabata bonyokwa GK wilaya wilayani ilala jijini Dar es Salaam inatarajiwa kuzikwa katika kijiji cha ngulu wilaya ya mwanga mkoani kilimanjaro vifo vya wanandoa hao Antony Ngaboli mwenye umri wa miaka 46 na Anna Amiri mwenye umri wa miaka 39 vimetokea usiku wa kuamkia juni 12 katika makazi yao kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na Kamanda wa Polisi Kanda Maalum ya Dar es Salaam, Jumanne Muliro ameeleza kuwa miili ya wanandoa hao imekutwa ndani ya chumba chao cha kulala, huku ikiwa na majeraha na akisisitiza kuwa uchunguzi wa tukio hilo unaendelea ili kujua chanzo cha vifo hivyo. Akizungumza na Mwananchi Digital leo Juni kumi na tatu, kaka wa marehemu Rasul Mcharo amesema kuwa taratibu za mazishi za marehemu hao zitaanza baada ya jeshi la polisi kukamilisha uchunguzi na kukabidhi miili hiyo kwa ndugu zao. Kwa majina anaitwa Rasuli Hasani Mcharo, ni kaka mkubwa kwenye ukoo, lakini huyu marehemu ni mdogo wangu kwa baba mdogo. Kimsingi katika tukio hili, taratibu za mazishi kwamba yatafanyika lini Hatujajua kwa sababu taratibu za kiuchunguzi zinaendelea, hatujakabidhiwa miili ya marehemu hao, lakini tunataraji kama tukikabidhiwa, ndio tutajua sasa kwamba tunasafirisha lini kwenda Kilimanjaro, e, wilaya ya Mwanga, tarafa ajipendea, kata kwakoa, kijiji cha Ngulu, ndipo ambapo tutaenda kuwahifadhi ndugu zetu wapendwa hao, na ndio kijijini kwetu kama msemaji wa familia na umesema pia ni kaka mkubwa wa marehemu. Uh, marehemu walikuwa mtu wa aina gani? Yeye na mkeo walikuwa ni watu wa aina gani kwa, kwa maisha yao? Marehemu ni, alikuwa ni mtu wa upendo tu, mtu wa kujitoa lakini pia mpambanaji. Ni mpambanaji kwa sababu nafahamu alipoanzia biashara zake mpaka alipofikia, lakini ndio hivyo, watu wabaya wamewakatishia uhai wao watu yeah. Wawili wanajishughulisha na biashara. Ndio mtu umeniambia kwamba walikuwa ni wanandoa, wameoana. Walioana lini? Kwa na haraka haraka, nakumbuka waliona kati ya elfu mbili na, elfu mbili na, ya elfu mbili na hmm, elfu mbili na mbili. Amar Masimba, Mwananchi Digital.